Awtazamaji karibuni, katika kipindi chetu cha kila siku ndani ya Nuru Digital Media e, na leo ambapo tutazungumzia mambo kadhaa kuhusu changamoto na matumaini ya ajira kwa vijana ambao wako katika chuo kikuu, na hasa leo tutapata mgeni kwa jina lake Omar Ndaro ambaye atatuelezea e, nafasi zake za ajira, hofu na wasiwasi anaokabiliana nao, pamoja na ndoto zake ambazo anaziota akiwa katika masomo yake hapa chuoni. Katika kipindi hiki tutawasiliana na mgeni wetu ipasavyo ambapo atashiriki, atashiriki mawazo yake kuhusu mustakabali wa ajira na hatua ambazo atachukua endapo vikwazo kupata ajira hapo mbeleni vitamkumba. Karibu sana mgeni wa. Naam, asante sana Raja Mwambire. Kwanza kabisa asante kwa kunitambulisha kwamba mimi naitwa Omar Ndaro na nitazidi kuwa Omar Ndaro mpaka hapo tamati, Mungu akipenda. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa nne ambao na matumaini makubwa kwamba ninaenda kukamilisha mwaka wangu wa mwisho ili niende kuwania ama kutafuta nafasi za ajira ili nipate kusaidia wazazi wangu ama jamii yangu kwa jumla. Naam, karibu sana. Katika jamii tunaona kwamba vijana wengi ambao wameenda chuo kikuu huwa na mtazamo tofauti tofauti. Ye unaona vipi kuhusu nafasi yako ya ajira endapo ukimaliza masomo yako? Naam, kila mwanafunzi anayesoma katika kwanzia tuseme, shule ya msingi, shule ya upili hadi hadi vioni, huwa ndoto yake ni kubwa sana ama lazima kubwa ya kupata ajira ili apate kusaidia wazazi ama jamii kwa ujumla. Hata mimi azima yangu katika taaluma yangu ambayo ni ya wanahabari na ina ile ari kubwa ya kwamba nikimaliza, ina ile azima ya kupata kazi ili nisaidie jamii na familia yangu kwa ujumla. Na je, kuna hofu wasiwasi wote unaopata katika Mustakabali wako wa ajira hapo mbeleni. Ah, naam, hofu ni lazima kwa sababu tukiangalia mwanzo hizi taaluma zetu ambazo tunasomea mwanzo ziko na soko kubwa ambao ni watu wengi ambao kwa jumla wamesoma yeah. Si chuo chetu cha Rongo peke yake hata tuseme Kenya kwa jumla, ni ni wa ni vyuo ni vingi ambao wamesomea wanahabari na tuseme soko ni kubwa sana na wenye wamesoma ni wengi so mm -hmm. Lazima hofu kuwepo. Asante sana Bwana Omar Ndaro na eh, ningependa kujua kama pengine unajua ni kwamba ni ndoto ya kila mwanafunzi endapo akimaliza masomo yake ya chuo kikuu apate ajira baada tu ya kumaliza masomo yake na, na kwako iko vipi endapo utakosa ajira, hasa taaluma ambayo ulisomea? Naam. Kibebeo, tunaambiwa mkulima anapolima shamba, wakati wote anatarajia kupata mazao, na wakati wote akuwe tayari kukosa mazao. Endapo mkulima amekosa yale mazao yake ambayo anatarajia wakati wote, anafaa kuangalia e, tuseme kazi nyingine ambayo itamsaidia kukidi familia na jamii kwa jumla. Mimi endapo nitashindwa kupata ajira bila shaka nitajihusisha kama tuseme nitarudi kama sehemu ya kulima ama ufugaji kama wa kuku vile. Kwa sababu hata tukiangalia rais wetu wa Kenya ameanza hizo sectors of ufugaji wa kuku na ni mtu ambaye amepiga hatua. Kwa hiyo mimi sita sitakufa moyo endapo nitakosa ile nafasi ya ajira nitaingilia biashara zingine ili nipate kukidi familia zangu na jamii kwa jumla. Asante sana Bwana Omar na hapo ndipo tunapotamatisha mahojiano yetu ya siku ya leo. Historia yake Bwana Omar Ndaro inawapa changamoto vijana, ya kwamba endapo utakosa ajira, basi usikuwe na hofu yoyote ile, chapa kazi, kwani rais wetu husema kwamba kazi ni kazi. Hadi kufikia hapo, nite Raja Mwambire, maasalamu.